Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene amebuka na kuzungumza kufuatia matamko kadhaa ambayo amekuwa akitolewa kuhusiana na maandamano ambayo yanategemewa kufanyika siku ya Disemba 9, 2025, ambayo ni siku ya kesho. Kwa mjibu wa kauli aliyoitoa wa waziri huyo, amedai kwamba maandamano hayo sio halali kwa maana hajafata taratibu zozote zile za kisheria, ikiwemo wahusika kwenda katika jeshi la polisi na kuomba kibali dhidi ya maandamano hayo wazi kwamba maandamano ili yawe ya amani ni lazima yapatiwe kibali kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi. Alafu jeshi la polisi litatoa utaratibu dhidi ya maandamano hayo. Lakini kile ambacho kinafanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii dhidi ya wanaharakati ambao wamekuwa wakisukuma ajenda ya kutaka maandamano hayo yafanyike siku ya Desemba 9, basi maandamano hayo ni haramu na hayapaswi kufanyika na jeshi la polisi nchini Tanzania litadhibiti maandamano hayo. Waziri huyo amesema kwamba katika hatua ya sasa jeshi la polisi limekuwa likijipanga kufuatia matukio ambayo yametokea siku za hivi karibuni, kwa kushirikiana na wananchi ili kuweza kuendeleza amani katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. akigusia suala la jumuiya mbalimbali za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa UN ambao walitoa tamko dhidi ya serikali ya Tanzania wakivitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba vinaimarisha ulinzi kuelekea maandamano ya Disemba 9, lakini pia wakiitaka serikali ya Tanzania kutozuia maandamano hayo, Simbachawene ameweka wazi msimamo wa serikali huko, akisema ya kwamba matamko hayo yanayotolewa siyo ya wananchi wa Tanzania, na wananchi wa Tanzania wanapaswa kufuata kile ambacho viongozi wake wanasema dhidi ya amani ya nchi na matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza siku za hivi karibuni akihoji kuhusiana na maandamano ambayo yanaitwa ni maandamano ya amani. Simbachawene amesema kwamba maandamano hayawezi yakawa ya amani ikiwa yatafanyika miji mbalimbali, huku wahusika wakidai kwamba kama kuna watu ambao hawajui kutumia silaha katika maandamano hayo, basi wache wale ambao wanaweza kutumia silaha, huku akitolea mfano huo na kusema kwamba hayo siyo maandamano ya amani. Amezungumza hivyo kiongozi huyo. Hatua hizo zinakuja kufuatiwa na harakati mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii wakiendelea kupaza sauti kufuatia matukio ambayo yalijitokeza siku za hivi karibuni katika uchaguzi mkuu siku ya Oktoba 29, 2025.